Mgombea wa chama cha Democratic Zohran Mamdani ameshinda kiti cha meya wa jiji la New York huko Marekani. Haya ni kulingana na makadirio yaliyotolewa na shirika la habari la NBC nchini humo. Ushindi kwa Mamdani unaopatia mji huo meya wake wa kwanza Mwislamu na kiongozi mwenye umri mdogo zaidi kwa muda mrefu. Kinyang'anyiro hicho kilikuwa kimewapatanisha Mamdani mwenye umri wa miaka 34 ambaye alishinda mchujo wa chama cha Democratic mapema mwaka huu na Andrew Cuomo ambaye ni mgombea wadhifa huo kama mgombea huru, pamoja na Kati Sliwa wa chama cha Republican. Rais Donald Trump na wanasiasa wa chama cha Republican wamekuwa wakimtaja Mamdani kama sura ya chama kipya chenye itikadi kali cha Democratic. Trump pia alitishia kuuchukua mji wa New York iwapo Mamdani angeshinda na pia amkamate mbunge wa mji huo ambaye alizaliwa Uganda ila ni raia wa Marekani na amrudishe nchini Uganda. Wapiga kura mjini New York wameweka rekodi kwa kujitokeza kwa wingi kupiga kura ya kumchagua meya wa mji huo. Ushindi kwa Mamdani unaupatia mji huo meya wake wa kwanza Mwislamu na kiongozi wenye umri mdogo zaidi kwa muda mrefu. iwapo Cuomo angeshinda kiti hicho, angekuwa amerudi kwa kishindo kikubwa cha kisiasa miaka minne baada ya kuachia ngazi kama gavana kufuatia msururu wa madai ya udhalilishaji wa kingono yaliyomkabili. Iwapo Sliwa naye angeshinda basi mji mkubwa zaidi nchini Marekani ungekuwa chini ya Republican wakati ambapo wakazi wa New York walikuwa wanamtafuta kiongozi ambaye atampelekea Rais Donald Trump kutoingilia masuala ya mji huo. Trump amemuunga mkono Cuomo katika uchaguzi uamuzi huo akisema Mamdani ataleta kile alichokitaja janga na akawataka wafuasi wa Sliwa kumpigia kura gavana huyo wa zamani wa new York. Kwengineko, Mdemokrat Abigail Spanberger amekishinda kiti cha ugavana wa Virginia, kulingana na vyombo vya habari vya Marekani. Hiki ni kinyang'anyiro cha kwanza ambacho ni kama kipimo cha jinsi wa Marekani wanavyomjibu Donald Trump na utawala wake uliokosolewa pakubwa, ambao ndio uko katika mwezi wake wa tisa. Spanberger mwenye umri wa ni mbunge wa zamani katika bunge la Congress na afisa wa zamani wa shirika la upelelezi Marekani CIA na atakuwa mwanamke wa kwanza kuhudumu kama gavana wa Virginia baada ya kumshinda kwa urahisi mrepublican Winsome Al Sears. Wakati huo huo, chama cha Democratic kimejinyakulia pia wadhifa wa ugavana katika mji wa New Jersey baada ya Mikie Sherrill kuibuka mshindi.